Habari yako mpenzi msikilizaji, leo nataka niongee na wewe mwanamke juu ya kitu ambacho wanawake wengi wanateseka nacho kimya kimya. Kinaitwa PID, yani pelvic inflammatory disease. PID ni ugonjwa wa maambukizi kwenye mfumo wa uzazi wa mwanamke, yani hasa kwenye mfuko wa uzazi yani uterus, mirija ya uzazi fallopian tubes, au ovaries kwa lugha rahisi ni pale bakteria wanapopanda kutoka kwenye uke au mlango wa kizazi, wanafika ndani kabisa na kusababisha uvimbe au maambukizi makali. Sasa, kwa nini PID ni ngumu kutibika? Ni kwa sababu wengi hugunduliwa wakiwa wamechelewa sana. Dalili zake ni za kawaida: maumivu ya chini ya tumbo, uchovu, kutokwa na uchafu wenye harufu mbaya, au maumivu wakati wa tendo la ndoa. Wanawake wengi hupuuza au kutumia dawa bila ushauri wa daktari, jambo ambalo huficha dalili, lakini maambukizi huendelea ndani kwa ndani. PID ikikosa tiba sahihi mapema, inaweza kusababisha madhara makubwa sana kama kufungwa kwa miriji ya uzazi, ugumba au kukosa uwezo wa kushika mimba, mimba kutunga nje ya kizazi, yaani ectopic pregnancy, maumivu ya kudumu kwenye tumbo la chini, matatizo ya kisaikolojia kutokana na maumivu au kukata tamaa. Lakini habari njema ni kwamba PID inatibika. Tiba yake ni kutumia antibiotics maalum, kupungu, eh, kupumzika au kuepuka tendo la ndoa hadi tiba liishe kabisa kabisa. Mara nyingine vipimo kama ultrasound au swab test hufanywa kubaini aina ya bakteria. Muhimu